Furahia Mungu mwokozi wangu. Tumsifu Yesu Kristo wenzangu, yeah, yeah, yeah. Wapendwa, nimesema leo kanisa linayo furaha kubwa, tarehe 31 mwezi Mei. Katika utangulizi nimesema tunaadhimisha mambo mawili makubwa siku hii ya leo. La kwanza tunahitimisha mwezi wa mamama Bikira Maria, lakini la pili tunaadhimisha sikukuu ya Maria kwenda kumwamkia Elizabeth. Au inaitwa maamkio ya Bikira Maria na sikukuu hii imewekwa hii tarehe ya leo. Mwanzoni haikuwa tarehe hii, mwanzoni ilikuwa inaadhimishwa tarehe mbili 2 mwezi Julai, lakini kanisa kwa busara likairudisha katika hii tarehe ya leo tarehe 31 kwa lengo tu maalum kwamba tunapohitimisha huu mwezi wa mama bikira Maria, tuhitimishe pia na sikukuu hii. Hiyo ndiyo ilikuwa sababu kubwa ya kurudisha hii sikukuu tarehe ya leo, lakini zamani ilikuwa ni tarehe mbili ya mwezi Julai. Na sikukuu hii kubwa ya bikira Maria kwenda kumwamkia Elizabeth ilianza kuadhimishwa na wanashirika wa Franciskani tangia miaka elfu moja mia mbili sitini na tatu wakati Mtakatifu Bwana Vencu alipokuwa mshiriki wa shirika hilo. Kwa hiyo walianza kuiadhimisha siku sikukuu ya maamkio au Bikira Maria kwenda kumwamkia Elizabeth, lakini baadaye Baba Mtakatifu Albano wa, wa sita akaona ni vyema i sikukuu ikaadhimishwa na kanisa zima dunia nzima. Kwa hiyo kuanzia mwaka 1389 ikawekwa rasmi kuwa ni sikukuu rasmi katika kanisa ambayo inatambulikana na kuadhimishwa na waamini wote wa Katoliki duniani. E, kumbe ni miongoni mwa zile sikukuu zilizoamriwa. Tunasikia katika amri za kanisa, amri ya kwanza inatuambiaje? Hudhuria misa takatifu Dominika sikukuu zilizoamriwa miongoni mwa sikukuu zilizoamriwa ni pamoja na hii hapa sikukuu ya Bikira Maria kwenda kumwamkia Elizabeth, ambazo sasa Wakatoliki wengi wanazipuuza, na kwa kutokufanya hivyo, basi mvunja amri ya kwanza ya kanisa. Watu wamekuwa ni wahudhuriaji wa Dominika tu, wamekuwa ni Wakristo wa Christua Dominika, lakini sikukuu zilizoamriwa sikukuu zilizoamriwa ni nyingi, zote zile ambazo zimetajwa kama siku na sherehe ndani ya kanisa Katoliki kimsingi zinapaswa kuadhimishwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba sisi leo hii tunaiadhimisha sikukuu hii ambayo imeamriwa. Nilisema katika utangulizi kwamba sikukuu hii ya leo ina maana kubwa kwetu sisi. Inatukumbusha tena kazi kubwa ya ukombozi iliyotendeka, Mungu aliyoifanya kwa kupitia mama Bikira Maria natukumbusha tena kazi kubwa iliyotendeka ya ukombozi wetu kupitia mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria hajaja kutukomboa lakini ametumika kama chombo kiteule kilichoteuliwa na Mungu katika kuiwezesha hii kazi ya ukombozi iweze kwenda vizuri. Mungu angeweza akaamua akamdondosha tu Yesu kutoka mbinguni, lakini aliona ikifanyika hivyo haitakuwa na maana sana na watu wataona kama hii ni mizimu hii. Mungu akataka historia ya ukombozi ipite katika maisha ya mwanadamu waione kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na ndiyo maana akamteua mama Bikira Maria kama chombo kiteule, kwa kupitia kwake aweze kumleta mkombozi duniani ambaye ni Yesu Kristo. Ndio hapo neno wa Mungu akatoa mwili akakaa kwetu akakaa ndani ya tumbo la mama Bikira Maria akazaliwa kama kawaida katika utaratibu wa kibinadamu anavyozaliwa. Lakini katika historia ya kupata kwake mimba Bikira Maria tumepisha isikia, alipata kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini makuzi ya yule aliyempata kwa uwezo wa Roho Mtakatifu yameendelea katika utaratibu wa kibinadamu tangia kuzaliwa kwake mpaka alipoanza kazi ya ukombozi kwa hiyo Mungu alipenda iwe hivyo, kusudi wanadamu wazidi kusadiki zaidi kazi kubwa ya Mungu aliyotenda ya kumkomboa mwanadamu. Ndio hapo tunaporudi katika lile swala kubwa la Mungu ni Mungu kweli na mtu kweli, ambalo wengine hawasadiki. Wale wasio wasiomwamini Kristo hawaamini ubinadamu wa Mungu. Mungu ana hali mbili Adamu. Sasa, cha ajabu unaweza ukawauliza wale watu ambao wamwamini Kristo au wale wanaobisha kwamba Mungu hakuwa mtu, kwa hiyo Mungu amebakia tu kuwa Mungu. Sasa sisi ubinadamu wetu ungekuwa na maana gani kwa pale tunaposema kwamba mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu? Sasa hiyo hiyo hiyo hiyo sentensi itakuwa na maana gani kama Mungu asingetoa mwili akakaa kwetu itaeleweka kwamba mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu kweli? Kristo Mungu asingetoa mwili akawa mwanadamu halafu leo uje kumwambia mtu mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ingeeleweka vizuri kweli? Kwa wale ambao mwamini Kristo kwamba ni mtu kweli na Mungu kweli wana maana gani? Kwa hiyo utaona kuna shida, kuna shida katika hilo kwa wengine, lakini kwetu sisi tunaomwamini hatuna shida tunasadiki hilo na ndio maana tunasadiki katika maisha yetu ya uwepo hapa duniani na maisha yajayo pia kwa sababu amekuja Mungu akawa mwanadamu kama sisi akaishi kama sisi na baadaye akateseka akafa akazikwa lakini akafufuka na akatuahidia kwamba kuna maisha baada ya haya hata baada ya kufa na sisi tutaishi tena tutaendelea kuishi kwa hiyo inatupa maelezo mazuri na tunapaswa tuwe na imani ndiyo maana imani ya kanisa Katoliki itazidi kubakia kuwa imani imara ambayo itetereki, kwa sababu ni ya kihistoria, sio ya kuoteshwa, sio ya kufikirika, sio ya kubuni tu, ni imani yenye historia inayoeleweka kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo sisi tunamheshimu kila Maria siku hii ya leo, katika siku hii ya kwenda kumwamkia Elizabeti. Kama nilivyosema, tukio hili liliendelea kuleta maana nzuri ya ukombozi wa mwanadamu. Sababu Bikira Maria anatoka nyumbani kwake baada ya kupashwa habari na malaika Gabrieli kwamba atamzaa mwana, lakini Bikira Maria akawa na mashaka mashaka, lakini malaika akaendelea kumpa matumaini, akamwambia hata jamaa yako Elizabeti sasa ana mimba, ni mwezi wa sita tangu alipopata mwana hivyo. Kwa hiyo anataka kuonyesha jinsi mambo yanavyowezekana kwa Mungu. Kitendo cha malaika Gabrieli kumwambia Bikira Maria, jamaa yako Elizabeth ambaye tayari alikuwa ni mzee, hana hana matumaini tena kupata mtoto, lakini aliendelea kudumu katika imani hiyo kwamba ipo siku Mungu atamjalia mtoto, na ndio maana halisi ya jina Elizabeth. Kristo, wale mnaitwa Elizabeth, nafahamu maana ya jina lenyewe Eli mama Elizabeth unafahamu maana ya jina lako? unafahamu? haufahamu? wala unaitwa Elizabeth wanyooshe mikono juu ma Elizabeth wote <laughs> unafahamu maana ya jina lenu? Elizabeth Eli. ni neno la Kigiriki Eli ni Mungu, beti ni ahadi ale na wanaofanya michezo ya beti <laughs> najua michezo ya kubeti na maana yake, mnafanya nini? Naweka ahadi kwamba ikishinda utachukua. Sasa beti, beti ni neno la Kigiriki. Eli ni Mungu, beti ni ahadi, kwa hiyo Elizabeti ni ahadi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu, Elizabeth alipewa jina hilo likiwa lina maana tayari kwa hilo jina, yakupewa pale tu, ilikuwa lina maana tangu mwanzo Elizabeti kwamba ni Mungu ata, ata, atatimiza siku moja, na atamjalia mtoto. Kwa hiyo Elizabeti, katika uzee wake akiishi na mumewe Zakaria, alikuwa tayari ameshaonekana kama mtu ambaye hafai katika jamii, lakini Mungu kwa kuonyesha ukuu wake akamjalia, akapata mimba kwa namna za ajabu, mimba ya Yohane Mbatizaji na kwa hiyo ahadi ya Mungu ikatimia, na ndiyo maana Bikira Maria baada ya kwenda kumsalimia Elizabeti Elizabeth, Elizabeth yeye anastaajabu kwamba baada ya kitoto kichanga kuruka tumboni mwake anastaajabu, imekuwaje jambo hili, mama wa bwana wangu kunijilia? Na sauti yake ilipoingia tu masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe tumboni mwangu. Na anaanza kusema, salamu wewe uliye jana neema umebarikiwa kuliko wanawake wote. Elizabeti anamwambia Bikira Maria, na Bikira Maria kwa furaha ni mshukuru Mungu. Sasa huu wimbo wa Bikira Maria utaona ni wimbo unaojibu kana kwamba taifa la Israeli lilikuwa ni tasa, taifa la Israeli lilikuwa limezaraulika, unafananishwa na mwanamke ambaye hajazaa, basi anaanza kuzaraulika na taifa la Israeli lilikuwa kama linaonekana, nachukua picha hiyo sura ya mwanamke ambaye hakuwa na mtoto, ambaye ameonekana hafai, ni useless katika jamii. Sasa Bikira Maria wimbo wake unamshukuru Mungu kwa makuu aliyoyatenda, kwa yale ambayo yalikuwa yanaonekana kwa taifa hilo, sasa yamebadilika, yamekuwa sivyo tena. Na haya alianza kutabiriwa na nabii Zefania, kama nabi mesikia katika somo la kwanza. Nabii Sefania anaanza kutabiri kabla hata ya matukio haya kutokea. Nabii Sefania anaanza kutabiri furaha itakayokuja katika taifa hili la Israeli. Nabii Sefania anasema imba, e binti Sayuni, piga kelele e Israeli, furahi na kushangilia kwa moyo wako wote, e binti Yerusalemu. Bwana ameziondoa hukumu zako, ametupa njamii zako na mfalme wa Israeli, naam, yeye Bwana yu katikati yako. Kwa hiyo nabii Sefania anaanza kutabiri furaha itakayokuja katika taifa hili na hiyo furaha ndio inaanza kutimia katika tukio hili la Bikira Maria kwenda kwa Elizabeti. Ndio maana Bikira Maria anaimba wimbo huu ambao umebeba yale yote yale aliyoka nasema nabii Sefania katika Agano la Kale. Bikira Maria anaimba katika wimbo wake, moyo wangu wamwadhimisha Bwana na roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake, ameutazama unyonge wa mjakazi wake, unyonge wa taifa la Israeli ambao lilionekana ni unyonge, unyonge wa Elizabeti ambaye alionekana hafai tena katika jamii. Lakini leo hii Mungu ametenda mambo makuu, amelizalia taifa la Israeli mwokozi, amejalia Elizabeti kupata mtoto. Kwa hiyo kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Kila Malia ya kusema maneno hayo kwa ajili ya kujivunia alikuwa anasema kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu na jina lake ni takatifu, na rehema zake hudumu vizazi na hata vizazi kwa hao wote wanaomcha Mungu. Huu wimbo unatufundisha na sisi pia, kwa wale wote wanaomcha Mungu. Amefanya nguvu kwa mkono wake, ametawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu, Ibrahimu na uzao wake hata milele. Na Mariamu baada ya kuimba wimbo huu ambao niliwaambia katika utangulizi, ni wimbo ambao tunauimba kila siku Jioni. Kila siku jioni wale wanaosali masifu ya jioni, ambayo tu mara nyingi wamezanya masifu ni ya watawa na mapadri, lakini kila mtu anatakiwa kusali masifu. Vitabu viko pale dukani, breviari ambazo zina masifu ya kila siku, na huu wimbo unaimbwa kila siku. Kienda kwenye nyumba za watawa jioni, utasikia wanaimba, wengine wanasoma kila siku, kwa sababu ya tukio hili lilivyokuwa zito. Kwa hiyo imekuwa ni sehemu ya kusali kwa hiyo ni kila inapoitwa leo, tunaimba wimbo wa Bikira Maria ambao alimtukuza Mungu, alimshukuru Mungu kwa mambo makuu aliyoyatenda, kwa mambo mazito aliyoyatenda. Na ndio maana kanisa linaendelea kutukuza mambo haya katika maadhimisho haya makubwa tunayoyafanya sasa. Mambo mawili makubwa ambayo tunapaswa kujifunza katika tukio hili la Mariamu na Elizabeth kutana ni kwamba kwanza, Mariamu anaonyesha upendo mkubwa kumbuka, Mariamu ni mjamzito na yeye lakini, anajua mwenzake, binamu yake Elizabeth, alikuwa ni binamu yake. Anaenda, anatoka kutoka huku Nazareti, tunaambiwa kwamba ni umbali mrefu kwenda mpaka huko mji wa Juda, ambayo alikuwepo Elizabeti. Anatembea kwa miguu, vilima ni vingi, lakini anakwenda kumsaidia, alikwenda kumtembelea, alienda kumtembelea sio kumtembelea tu alikwenda kumsaidia katika kipindi chake hicho cha kujiandaa kujifungua na hata kujifungua huyo Yohane Mbatizaji ambaye alitambua uwepo wa Kristo katika tumbo la mama Bikira Maria na akaja kuwa mtangulizi wake na kuandaa njia. Kwa hiyo, ili ni tendo la upendo, tendo la kuonyesha msaada kwa wale ambao wajiwezi. Na sisi tunalika tuwe na mapendo kama haya kwa wale wasiojiweza, tunalika kuwasaidia wale ambao tunaona hawawezi. Bikira Maria anatukumbusha hiyo, lakini Elizabeth anamuona Kristo ndani ya mama Bikira Maria, anamuona Bwana wake ndani ya mama Bikira Maria. Maana yake anamuona Kristo ndani ya mwanadamu wenzake. Kwa hiyo Elizabeth anatufundisha na sisi tumuone Kristo katika wenzetu, tumuone Kristo katika binadamu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tusiwadharau binadamu wenzetu, tusimdharau mtu yeyote ambayo ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu hata kama yukoje, tusimdharau. Ndicho tunachoalikwa na tunaambiwa na Kristo. Ameshatufundisha tuwapende watu wote na tusiwadharau hata kama ni mbaya kiasi gani hata kama anakutendea uovu. Tena Kristo anatusitiza umwombee, mpende adui yako, waombee wanaokuudhi. Hayo ni matendo ya wa Kikristo, wanahitaji neema za Mungu ili tuweze kuishi wengine waliweza kuishi, ndio wakawa watakatifu. Kwa hiyo na sisi tunaalikwa tuweze kuishi. Kwa hiyo tunaalikwa kumwomba mama Bikira Maria ambaye amejaa neema, atuombee na sisi kwa Mungu tujaliwe neema hizo za kuweza kuwa wastahimilivu na kuwapenda hata wale ambao tunaona hatuwapende, lakini tumwone Kristo katika maisha ya kila mmoja wetu, siku hii ya leo ambapo tunahitimisha mwezi wa Bikira Maria kwa wale ambao wamesali rozali kipindi chote hichi wameona neema za Mungu na wamechota una neema za Mungu kwa maombezi ya mama Bikira Maria, ambayo tunaambiwa hajamtupa mtoto mmoja aliyekimbilia ya maombezi yake. Na ndivyo inavyokuwa na ni ukweli. Basi tuko tena katika wiki ya novena ya Roho Mtakatifu. Tumeianza jana novena ya Roho Mtakatifu na leo tunaendelea siku ya pili. Tunaona nguvu ya Roho Mtakatifu katika, katika matukio haya. Tumesikia Bikira Maria kwenda kumtembelea Elizabeth, baada ya kumsalimia Elizabeth, alijazwa na Roho Mtakatifu. Elizabeth alijazwa na Roho Mtakatifu. Utaona kazi tendaji, au utendaji wa Roho Mtakatifu katika maisha ya mwanadamu. Lakini Bikira Maria pia, katika historia ya kupata mimba, tumesikia alipata kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tutaona nguvu ya Roho Mtakatifu ilivyo kubwa katika maisha ya mwanadamu. Kumbe basi tukitambua nguvu hiyo ya Roho Mtakatifu na inavyofanya kazi katika maisha ya mwanadamu, basi na sisi tuendelee kumuomba Roho Mtakatifu katika wiki tulioanza jana, tunaona siku tisa ya kumuomba Roho Mtakatifu ili atuongoze tena katika maisha yetu. Maisha yetu yote yanaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndiye msaidizi. Kristo baada ya kupaa mbinguni aliwaambia wanafunzi wake, nitawaletea msaidizi atakayekuwa pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dhana Saizi hiyo ndio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mtume wa mitume na ndiye anayeongoza kanisa, ndiye anayetuongoza sisi wote. Hata kuja kwetu hapa, hatujaja kwa kwa nguvu zetu wanyewe. Umeamka asubuhi, umejiandaa, umekuja kanisani hapa, ni Roho Mtakatifu, sio tu kwa akili zako na kwa nguvu zako. Ni Roho Mtakatifu anayetenda kazi ndani mwako kwa namna ambayo hauijui. Kwani umelazimishwa na mtu kuja kanisani?